Kaka baliye ah, ah salama. Vipi hali? Salama kwema kwema. Ehe <laughs> mimi eh, na njaa. Mdogo wangu hapa, naomba unisaidie. Una njaa nikusaidie? Na njaa, sijakula, naomba unisaidie eh, usaidie chakula. Chakula cha kipo wapi? Hapa chakula, ile hapo, nakiona hicho hapo, naomba usaidie hata chapati moja. Mimi mwenyewe na chapati zangu mbili hizi hapa, mandazi mawili haya hapa, na kijusi changu hichi. Anajipatia sasa. Wewe tena unataka kusaidia, na kusaidia nini tena? Bila hata chapati moja, kaka, na njaa Sipati moja na kati moja nimechosheza kwa kwa niaba tumbo langu. Unanipa moja unabaki na moja, so, tu si. Na njaa sio kweli. yenyewe tukakangunanjao nakwambia, ninachosheza kwa tumbo langu. Sinaomba nisaidie hata maji ya ya kunywa, kunywa. Ah, maji umepata? Maji maji. Maji maji maji, kuna mtu. Asante sana, hata subiri subiri, nakupa nakuletea. Haya. Allah Allah <laughs>